Trump amerejea tena wazo la kuweza kuifanya Canada kuwa jimbo la 51 eh, la Marekani akisema kwamba Canada inapaswa kuwa jimbo la 51 Wanatu, wa, wanatutegemea sisi kwa asilimia kubwa kabisa kwamba akimaanisha Canada imekuwa ni moja kati ya nchi ambazo zinaitegemea kabisa kwa asilimia nyingi zaidi eh, kutokea huko Marekani sasa ndio maana wana Trump wameweza kusema kwamba Canada inategemewa kuwa ni jimbo la 51 la nchi ya Marekani Kauli hizi zinakuja wiki chache mara baada ya Waziri Mkuu wa Canada, Mark Carney, kudai kuwa Trump amesha sahau jambo hilo. Bana, waziri huyo ameweza ku, kama kumkumbusha Trump kutokana na vitu vyote ambavyo vinakuwa vinatokea katika nchi ya Canada. Hata hivyo sasa, kauli za Trump zina zinazoonyesha vinginevyo, akafufua tena pendekezo lake la kuweza kujumuisha Canada kwenye mfumo wa ulinzi wa makombora wa Golden Dome bila malipo iwapo watajiunga na Marekani. Carney amekataa ame, ame vikali kabisa pendekezo hilo akisisitiza kwamba Canada haiuzwi. Licha ya hayo, Trump amekuwa akisisitiza kwa muda mrefu kuwa eh, kuunganishwa kwa Canada ni suluhisho la busara kwa, eh, kwa migogoro lakini pia eh, kuweza ya kibiashara na mawazo au pia mawazo tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanatokea baina ya nchi hizo mbili. Sasa hilo limeanza kupata eh, u, uungwaji mkono eh, katika baadhi ya maeneo ya Alberta ambayo yanapatikana huko Canada iwe ni kwa mzaha ishara ya kisiasa au nia ya dhati kabisa ya mjadala wa Trump kuhusu Canada kuwa jimbo la 51 bado haujaisha. Kwa upande wa nchi ya Canada pia, waziri ameonekana kuto kuridhishwa ukuto kukubaliana na kitu hicho e, kwamba, e, bana Canada iweze kuwa ni jimbo mojawapo ambao unapatikana kwa Marekani. Hapana, imekuwa e, ni kwa e, namna ambavyo pia wameweza kukataa, lakini pia wameweza kusema kwamba iwe ni kwa mzaha, ishara ya kisiasa au e, bana aina ya dhati ya mjadala wa Trump kuhusu Canada kuwa jimbo la 51 bado haujaisha. So endapo litakamilika na utakapoweza kuisha utakuwa e, unapata taarifa kutokea hapa hapa sasa.